Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 4 2025, kama ilivyo katika ratiba, baada ya kongamano kubwa la kitaifa ambalo lilifanyika siku ya jana tarehe 14 ya mwezi huu wa tano mwezi wa 4 2025, leo tulikuwa na safari ya waswahili wote kuja kutembelea eneo hili, mbuga ya wanyama ya Mikumi. Hakika waswahili tumefurahi Hakika wote waliotembelea kwenye mbuga hii tumefurahi, tumejifunza mengi sana licha ya kuwa pamoja katika Kiswahili, lakini pia tumejifunza kuwa hapa katika katika mazingira kama haya, basi kuna vitu vingi sana vya kujivunia katika nchi yetu, licha ya kudumisha Kiswahili, kukipenda Kiswahili, lakini pia tunatakiwa tujali mazingira, lakini pia tupele, tupende rasilimali zetu ambazo zinapatikana katika nchi yetu. Leo hii sisi tutaenda kuwa mabalozi wazuri sana katika jamii yetu katika kuhamasisha utalii wa ndani. Hakika tunajivunia Tanzania, Tanzania yetu ni salama hata kae na aje. Lakini pia yoyote yule ambaye anahisi kuwa kiswahili si fursa, Kiswahili ni fursa, maana mkikutana watu wengi kama hivi, mnabadilishana mawazo, lakini kuwa mnakuwa katika sehemu ambayo inafaa na misingi mizuri. Asanteni sana mpaka wakati mwingine. Ah, kwa jina naitwa Mwalimu Hadiji Alitunu Hamadi, ni mwalimu wa Kiswahili, Dar es Salaam. Kwa siku ya leo nimeambatana na wanakiswahili wenzangu katika kongamano la kumi na tano la Kiswahili lililoandaliwa na wanafunzi na wahitimu wa vyuo vikuu na vya kati Tanzania, lakini kwa muktadha huu sasa tuko katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Aa, kimsingi ziara imekuwa yenye manufaa makubwa sana kwetu wa wanakiswahili, lakini na Watanzania wote kwa ujumla. Iwe wavyo, wa Watanzania kwanza tunapaswa kukienzi, kukieneza, kukitumikia na kukiendeleza Kiswahili ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Kama tunavyojua sasa, Kiswahili ni bidhaa ambayo kwetu tunapaswa kuitumia kama fursa ya kujinufaisha, kukinufaisha na kulinufaisha taifa kwa ujumla wake. Lakini nitoe wito kwa Watanzania wote kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo tuendelee kukienzi na kukieneza kiswahili chetu, lakini tuzidhuru, tuzizuru hizi hifadhi zetu ili tuweze kuendelea kuzinadi na kuzitangaza ndani na nje ya nchi kwa maslahi mapana ya taifa letu. Asanteni sana. Kwa jina naitwa Neema Aaron Tambara, mwanafunzi wa shahada ya awali ya sanaa katika lugha ya Kiswahili, chuo kikuu cha Dodoma. Tuko hapa Morogoro kwa lengo kuu la kongamano la CHAWAKITA la kumi na tano taifa. Mimi furaha yangu kuu katika kongamano hili ni katika uwasilishaji wa makala ambapo tumeona vijana mbalimbali kutoka chawakita wakiwasilisha makala. Pia tumejifunza mambo mbalimbali kupitia hotuba iliyotolewa na ndugu Salum Kikeke pamoja na Bi Consolata Mushi kwamba kama vijana inatupasa sisi wenyewe kuchangamka ili kuzifuata fursa na sio kusubiri fursa zitufuate. Pia nimevutiwa sana, tumepokuja hapa katika hifadhi ya taifa Mikumi kudhihirisha kwamba sisi ni Waswahili na Waswahili tunaipenda taifa letu na Kiswahili tunakipenda, ndio maana tunafanya utalii wa ndani. Hii ni furaha yangu na naamini pia hata wengine pia wamefurahi. kidum Kiswahili, kidum chama cha chama cha wanafunzi na wahitimu wa lugha ya Kiswahili, kidum cha wakita cha wakita safi.